Imewangu safi bana, tuka ugeni hapo karibu sasa. Huyo bana kila siku anasumbua, anataka namba yangu, unaomba namba kule nyumbani, nitakupa namba yangu, nataka namba yako wewe, simu

kwambia kuna mchongo gani? Namba nimewambia kuhusu mchongo, yaani, kuna mchongo mmoja yaani, kuna mchongo usinilete matakataka yaani, hey, hey, hey, hey. Unataka namba ya simu ya mke wangu ya nini? mm-hmm. yaani, huo mchongo huo mchongo yon, mchongo gani <inaudible>